Watanzania wameshauriwa kutumia talanta za watoto wao kuibua vipaji vyao ili waweze kufikia malengo yatakayowasaidia kupambana changamoto ya ajira hapo baadaye, ikiwa watasimamiwa vyema vipawa vyao. Taarifa zaidi na Sharifa Suleiman. Baadhi ya talanta zinazoibuliwa katika shule inayokuza vipaji ya Wunderkind ya Nyasaka na Kishiri, ikiwa maalum katika ukuzaji wa vipaji vya watoto iwe muziki, kuogelea au mpira wa miguu. Na yanafanyika haya ili kwenda sambamba na mabadiliko ya ulimwengu, vijana kutumia talanta zao kujiajiri na sisi, tunatengeneza mazingira kwa ajili ya mtoto kuitambua hiyo kipaji. Ni namna gani? Ni kumtengenezea mazingira za kujaribu kila kitu kinachowezekana Mechanics zipo ufundi mbalimbali mbali, zipo e, upishi e, mapambo e, muziki na kadhalika, kila kitu kipo. Kwa hiyo mtoto akijaribu vitu, ambapo kwa baadaye huyu mtoto kupitia huo muziki itakuwa ni kazi na ni ajira kwake, kwa hata kwa hangaika katika kupata ishu ya ajira. Ndio maana tunachimba kule kwa ajili ya kutengeneza uwanja wa kisasa ambao utakuwa ni uwanja wa kisasa kwa ajili ya wale watoto ambao wanataka kukuza kipaji cha Mpila. Kwa kushukuru mama, kwa kutujani sana. Nyimbo za uzalendo zenye kugusa jamii ya Kitanzania ni kazi za vipawa vya wanafunzi wa shule hii. Uongozi wa shule ukiwa na imani hata wakihitimu, wazazi watabeba jukumu la kuviendeleza ili wafikie malengo. Ninaomba wazazi kama unaleta mtoto katika taasisi yetu utuamini, utuachie tuweze kumsoma vizuri, tuweze kumtengenezea mazingira, na iye ataitambua mwenyewe kipaji chake na atakuambia. Ndio, kuna umuhimu, ili wazazi wajifunze kwamba na watoto tuna vipaji vinavyotakiwa wavifuate. Sisi tu tunavifanya vizuri na, na tuwahakikishe tu, tunafanya vipaji vyetu kwa makini. watoto Ee, wanatakiwa kwanza tuwajali, wanatakiwa tuwajali watoto, tuwapatie elimu. Kwa hiyo watoto ili wapate elimu bora ni lazima wazazi tu, ni wito sasa kwa wazazi kwamba wazazi watafute shule nzuri sio shule tu, bali shule nzuri inayotoa nini vipaji, kama shule yetu hii. Mpango uliopo kwa sasa ni ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu utakaowakusanya watoto kwa michezo tofauti, eneo hili la Kishiri katika wilaya hii ya Nyamagana. Sharifa Suleiman wa Star TV. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo vipaji hivi vikielelewa, basi hapo baadaye tutakuja kupata wachezaji bora, mm -hmm. Katika kanda mbalimbali mtazamaji.